Karibu kwenye Apafield, tazama mwanzo mwisho. Hapa tunabadilisha mustakabali wa teknolojia na AI, data na ubunifu, wetu huunda suluhisho bora. E, ndio kabisa. Karibu tena kwenye chaneli yetu ya Apafield. Leo ni siku njema kabisa. Leo tuenda kujifunza pia ni matumizi ya AI, artificial intelligence. lakini kwa leo tutaenda kujifunza Suno AI. Suno AI ni nini? Suno AI ni AI ambayo itakuwezesha wewe uweze kujenerate muziki muziki wako kwa kutumia hii AI na pia kwa kutumia maneno yako, unaweza kaandika maneno yako au ukaiacha yenyewe kujenerate, ukaipa tu title unataka wimbo gani ikakujenerate. Kabla ya kupoteza muda, twende direct moja kwa moja tukaone hiyo Suno AI inafanya kazi kiaje. Mimi nitaingia kwenye browser yangu ya Google Chrome nitaifungua, kama nitaandika suno, Suno AI kama imekuaounavyoona tutakuja hapa, Suno AI music, ndio hii hapa, hii hapa ndio official website ya Suno AI, ya ibomba kabisa hii. Kama ndo maya kwanza kutembea chaneli yetu hii ya Apafield tunakuomba uweze kusubscribe kwa kubonyeza neno la subscribe pale, baada hapo uwalau kwa notification kwenye channel yetu ya Apafield, ili ukiweza kuona maujanja kama haya kwa siku nyingine, uweze kufuatilia na uweze kujua ni namna gani tunaweza tukatengeneza muziki kwa kutumia AI, sababu dunia imebadilika. Sio mpaka uende studio uweze kurekodi uweze kufanya nini. Sasa hivi mwenyewe, kwa simu mwenye yako, kwa kompyuta yako, unaingia tu kwenye Suno AI unaweza kutengeneza mziki wako hapa kabisa. Utaingia kwenye hiyo official website yake uaibonyeza hapa download ili kuweza kufunguka. Baada ya kufika hapa, kama ndo mara ya kwanza ujawa kutembelea ujaw kuingia kwenye Suno AI ujaw kujisajili, utakuja moja kwa moja hapa uta mwanafamilia wa sumo AI kabisa. Hapa tuta sign up, tutasubiri namna kama hiyo neza kuhakikisha data zinaweza kupaa kwenye mpangilio ambao uko maalum na bila shida. Hapa tuta tutaingia tu by Google. Tumula Google bygle direct tuta continue, nimeamua kufanya hivi ili kwa sababu kuna watu wanasema mbona mimi naingia panahangaika, ndio maana nimeweza kuanza mwanzo kabisa. Hapa utaweka mwezi wako wote, mwezi mwezi kwanza, siku ndio ya kwanza, mwaka ndio mwaka wote, elfu mbili mwaka elfu mbili na kumi hapa au miaka ya nyuma huko, sijui tano. Nizalia mwaka huu nabonyeza, hii sio sio halisi, sio mwaka wangu, kwa ajili ya kuweza kufundisha hapa. Baada ya kurudi hapo, tutasubiri kuweza kupakia data mbalimbali mbali. Ni hapa sio usbringia, nitatengeneza mimi, natengeneza for fun jinsi nao ta jinsi gani? Kwanza mimi napenda hiyo mi. Okay e, nianzia mbali huku ili kila mtu aweze kuelewa ku, ku, jinsi gani tunafanyaje? Maana kuna maswali mengi yanakuja, wamfata achifu wa mbona kwa mimi nishinda hapa, ndo maana leo nimeamua anze mwanzo mwanzo, ili kila mtu aweze kuwa aweze kuona na aweze kufuatilia kabisa kwenye kila kitu ambacho tunakiona hapa kabisa. Vitu ndio hivi, takuja home hapa. Kuna home, kuna create, tuweze kuona features mbalimbali zilizopo hapa, vitu mbao tumetengeneza kazi zao hizi hapa. Hii ni sisi tutakuja kwenye ile ya create. Sasa tu create hapa, hapa ndio tutakuwa tunaandika na hii ndio sehemu yake. Hii ndio sehemu yetu ya screen. Kama unavyoona sasa, hapa sisi inabidi tuandike hii sehemu ya hapa ya lala relax, inabidi sasa uandike vitu vyako, pia unaweza ukatumia njia mbadala, unaweza kutumia AI ya kujenerate kila kitu hapo engeneza mfano hapa, unu tupo spidi wimbo wangu tayari nishayambia, AI imentengenezea, ntachukua wimbo ntakuja hapa. <tunyaposiline> kuna staili, staili ya wimbo wako wataka iweje? so ataka staili iweje?

Kama hivisa. Baada ya kufanya hivi, hapa ntaandika ito ya wimbo wenyewe, nitasema ni hapa. Baada ya hapo nitaenda create. Baada ya create nitasubiria kwa muda nyimbo hizi hapo zinatengenezwa tuwe na subla za zitarodi zijitengeneze zenyewe kutumia AI. Tutasubiri mpaka pale itakuwa zimekamilika. E, kama hii ndio mara ya kwanza kutembea chaneli yetu, endelea kusubscribe uweze kutia upendo kukomenti, kuliki, kushare na kuweza kufanya mambo yaweze kwenda mbashara kabisa mambo haya huwezi yapata sehemu yeyote tofauti na hapa Field. Hapa Field sisi tutajikita kwenye kuweza kukusababisha wewe uishi maisha simple kabisa e. Hapa kabisa, hapa tupo tunasubiria nyimbo zetu ambazo tumeanza kuitengeneza iweze kuwa kukamilika, kama ya, hapa ya kwanza hii. Hapa unaweza kutumia full for full for full song hapa, ni aezkatumia ya kulipia lakini sisi hizi apo premium hizi miga juapo ziko premium, zina quality zaidi. Hapo sisi tutestia moja ituisikilizesu ajili ya kumaliza au tuanze na hapa kwanza. Hapa tutaisubilia yenyewe maana wakati bado haijakamilika vizuri cha yeah, kesho yeah. Hey, nyimbo zetu tayari ndo zimekamilika hapa, kama mnaziona ziko hapa, basi tena utesti wimbo ambao tumetengeneza kwa hapa, jina hilo

Ndoto tunajenga solution digital world, sisi ndio foundation design software branding na design. Apafield tunakuweka online, huduma safi, ubora wa kiwango. Teknolojia kwetu ni damana ya roho, kwa biashara ndogo hadi kampuni kubwa, tunabadilisha mawazo ya nguvu kwa. Ukihitaji speed, ukihitaji vision. Apafield ndio kuna competition, tunafikiria mbele, hatubaki nyuma. Future ya technology iko mikononi mwetu. Kama eh, navyoona huo ndo wimbo tumetengeneza kutumia sono e AI. Ni bonge la wimbo. Uzuri wa hii AI inawapa mmoja sisi, ukitengeneza wimbo wako mfano masisi kamado wimbo wetu, kwa hiyo tuna haki miliki zote za wimbo huu, tunaweza tukaposti sehemu yote na mtu naa sumbua. Oh, hii ni fursa pia kwa watu wasanii, kwa nini ambao wanataka kutengeneza nyimbo bila kutumia, kutumia nguvu sana. Hii ni fursa moja wapo. Eh, Uwe kwenye simu yangu, uwe kwenye PC yangu, takuja video vitatu hapa na bonyeza Ntashuka hapa chini imeandikwa download, ndio

kwenye device yako popote pale unaweza kuposti uwezapo. Kwa hiyo na hizi mpaka hapa ni mwisho wa kipindi chetu, ila kama unja subscribe, subscribe channel yetu uweze kuanza kuona ujumbe kama haya e, toka mwanzo upo na mimi hapo. Chifu Anton kwa, kwa maswala ya AI zaidi mimi nipo E, comment chochote ambacho unajisikia kwenye video hii, tuweze kukusaidia pia, zwame hochote nitakuingia direct, nitakufuata tuweze kusaidizana mambo yote yanayohusiana na teknolojia na masuala mengine ya teknolojia. Asante na kuwa, asante kwa mfuatiliaji wetu wa Apafield.